Nani? Mm -hmm. libu, I'll go nivimlivu tomorrow. Bamburi. I'll go Bamburi. Nvumilivu kula mbivu, mvumilivu kula mbivu. Bebi tulia, hata sina uwezo. Naomba tulia, hata sina gari. Bebi tulia hata zina ndege, bibi tulia. Ni vumilivu kula mbivu, yani unavumilia una unakula mbivu. Hata hiyo mbivu kukula siku hizi hakuna hiyo mbivu. Uvumilivu kula mbivu, hiyo mbivu umevulia hadi hiyo mbivu ya kukula njai inakumaliza. Hakuna hiyo mbivu. Unakula mbivu, mbivu kitu gani? Ati mbivu hey. Unajua <coughs> Unaweza fuata historia yako Nekesa, how are you? unaweza fuata historia yako manake, kuna kitu Fred anakosa. Fred akuna mwili nzuri, akuna kazi nzuri, anapata pesa nzuri, anavaa vizuri, ananyoa vizuri, yani vaa vizuri venye anavaa anavaa vizuri. Even sahii mtu akuja kwambia Fred ana bibi, unaweza jiuliza kwa nini You can ask yourself kwa nini, maybe hajaamua maybe kuna kitu maybe kuna kitu na kule kuna kitu na huku au wasichana, watu wanakutana nayo. be very careful, be very careful if you are meeting a lady, he said that atakuroga. Sasa suali unakuwa na ume, wanaume wengi ukisakuwa na ume, wanaume wengi alafu neli Hey Nelly update. Hey Nelly, Nelly. Nelly, do you have a YouTube channel, Nelly? Alafu, to make it worse. Unakosa kujua mwenye amekupea mimba ni nani. To finish the matter worse. Or to, to finish. To finish the matter worse. Unaambiwa, unaambiwa, unaambiwa twende DNA hiyo pia bado unakataa, kwani unataka nini? Takataka, hey! Unataka nini wewe, Chiriku? We ni mchawi. Chiriku wewe ni mchawi. Let me tell you, Chiriku ni mchawi. Eh? I'll go and subscribe for you. Ujambo, poa sana, yawa. Mm-hmm. So, Chiriku ni mchawi. Let me tell you the reason why Chiriku ni mchawi. Amembia kuna kuna kawaida hapo amesema amembia friend. Fred amemwambia siende askari, uh, polisi alifurusika simuende. oh, kumbe umejuana, si hata wewe autaenda kwana ja ujaoleka autaoleka kwana wewe autapata. There's a big question mark. Ndio maana saa hii wasichana wote ambao wanawochiiadev akitamani Fred mwizowe wanakuja moyo wao wanabu, wanabu, wanabu inavunjika. Kuna kakitu Chiriku alichirikua Fred, akawekea Chiriku Fred. Chiriku akachirika Fred you know? Chiriku amechirika hu amechirika Fred. What can we do about this, about this thing? Fred need a serious deliverance. Deliverance. Fred kwa sahihi I don't want to mtu ataniuliza kwani wewe una report kama nani? Fred kwa sasa anafaa akuwe na familia kama watoto wawili hivi. Mm. Ajela haina kinga sasa Fred anaweza kufa but kwa sasa hii kusema kweli Fred anafaa kuwe na kasi ana kama leo. Ndio maana Fred akipata huyu huyu sijui anauza maskrota. Ukipata huyu sijui huyu ana cheat. Ukipata huyu ameshika mimba na huyu. Ukipata huyu sijui mimi nene hivi. Ukisenda hivi kwenda hivi hivi. Sasa hii uchawi imeunganishwa na uchawi wa kule nyumbani kwao kwa yule baba yake. Yeye yes, asiowe akwetu bwana no no, can, can uh, how, how yeah? ati wewe sasa umekaa tu, wewe unapata pesa, watu wangu wanafanya kazi kwa sababu ya watoto yao, kama huna mtoto eh?

zaidi venye alikuwa. Thank you Fred for not opening up because Chiriku ali jua wewe ni watchman. Akaona amepata askari, kumbe ameacha AICC akarudia AP. Yawa, unatoka kwa AICC DCI unaenda kwa AP? Hata kama ni pesa suali, simhurumie hiyo pesa. Huyo mtu anapata, huyo AP anapata bana, ile pesa ni kidogo bwana, simhurumie asave.

na wacha nikwambie huyu mama wanaume wanaume wana, wana, wana, you need to look whom to marry or whom to friend. Ona huyu msichana, hata ukimwangalia huyu msichana, kwa sababu kweli matako imekuwa kama mkuu ajo. Matako inakaa kama mkuu ajo na paja hapa inakaa kama finiko ya chumvi, ile kitu ya kufunika ya chumvi. Yani, huyu msichana huyu, remember earlier at this lady, by the way. This lady is very arrogant. Na no one can marry that lady. Let me tell you the reality.

is going to interfere with all evidence. Sai wewe, tell me, wenye friend anakujanga hapo mara mingi, aje hiyo friend anakuja hapo, huyu Shiriku. Mm? Manake wewe, his friend was there to find out the reason why wale watu walikuja hapo. Na hata ningekuwa nyinyi, singe waste time. Nyinyi endeni kwa drawing board, ujue Bravo unapata hapi aje. We don't want to know. Hata sai tukijua, huyo mama, huyo Shiriku na huyo didada yake, amejuana na Bravo. Hmm? What, what are the, what, what is she going to do? Eh, hata ukimshika, what, hata achajiwa kwa ni, kwa ni, kwa nini, kwa kesi gani? Mbali na hiyo, mtu ambaye angefaa kukusaidia, nyinyi hapa ni champi. So Chiriku hata kuja hapo, yeye amekuja kupiga kelele, hajakuja kusaidia. Eh, is not helping anything there, is just making noise inside, is interfering with the statement

lakini huyu mama anaitwa Shiriku. Huyu mama ni mchawi, ameroga Fred, eh, ameroga Fred kabisa, asipate bibi. That's the thing which is going on here mm. Huyu mama ni very harsh, anachapa dem makofi kama mtoto yake, very arrogant. The woman is very arrogant eh? Umemuona venye anabehave so, my good fans, do this sinarev, do this, you know very well your father is not there Hmm? Ati? Wasanitize wachukue namba ya bravo. Hey, yo bravo. Bravo unajua wakimuendea lazima wajipange. That guy is not a joke. Yule jamaa kuna masini gana ana pistol. Hey, atembeani na pistol. ana anatembea na masini gano, so wakienda lazima waende wakijipanga na askari wengi watu wengi ambao hataweza vile jamaa, la sivyo hiyo jamaa, ama hawawezi hiyo hiyo. So my good fans, mimi kitu nasema hivi, sina dave kwanza, take take, uh, take Fred for deliverance, aombewe afungu hiyo hiyo chawi aliwekewa na siri ili asipate bibi, atole itolewe. How many ladies are here need men to marry them? There are many there, wengi sana wanatamani uh, fred ndayao zinakufa zina eh? Sasa hiyo kitu lazima hata alisema hey, so, oh, oh, huyo mama Chiriku mfukuzeni hapo nyinyi, atapiga kelele, time inaenda na huku kwa YouTube ndio inapata growth. YouTube ina grow na time inaenda baba sila dev na Jared. Mimi sasa yana narumia Jared zaidi. Jared ndio namrumia zaidi kuliko kila mtu. So hatujui yako wapi, yako na mtoto, yako na bibi, bibi yake, bibi yake hata sujui bibi yake pia aliendewa, sujui watoto wake pia aliendewa, sujui mama yake pia ameendewa. So mambo ni ngumu bro. Mambo ni ngumu. Let's not waste time on this. Let's not waste time on this. Huyu mama ni mchawi. Huyu mama unaweza pata hata Sina leo kwani mama yuko hapo. Hapana. I'm going. Apoona